Mimi ni afisa kilimo shirika la Floresta Wilaya ya Mwanga. Leo tutajifunza namna ya kutengeneza dawa ya Ash Brew kwa ajili ya kufukuza wadudu na muda mwingine tunatumia kama booster kwenye mazao ya shambani. Aina ya wadudu ambao inafukuza shambani ni wadudu wanaoshambulia maharage kama beetles, aphids, lakini pia kuna wale wadudu ambao wanashambulia matunda kama fruit flies, lakini pia mda mwingine dawa ya Ash Brew tunatumia inatumika mashambani kama booster kwenye mazao ya mahindi maharage tayari mazao ya muda mfupi. Ili kuandaa dawa hii ya asili inahitajika uwe na malighafi hizi zifuatazo. Malighafi ya kwanza ni majivu ambayo atakiwa na majivu kiasi cha kilogramu tano. Lakini malighafi ya pili ni sabuni ya mche, inawezekana ni white wash au ni jamaa, lakini iwe mche mmoja na nusu. Lakini malighafi ya tatu ni maji ambayo unaweza huwe na maji ya kawaida tu lita ishirini lakini kingine natakiwe na chombo ambacho kitakuwa ni kikubwa kitakachoweza kuchemsha ku maji hayo yote lita ishirini. Ili kuandaa dawa hii ya asili inahitajika uanze kwa kukatakata sabuni ile mche moja na nusu, ikae kwenye, iwe kwenye vipande vidogo vidogo. Lakini pia inahitajika uchemshe maji lita ishirini. Lakini pia inahitajika uchekeche majivu yawe masafi, yasiyo na uchafu wowote. Baada ya maandalizi hayo, unachukua ile sabuni ambayo umekata kwenye vipande vidogo vidogo, unaweka kwenye maji ambayo yamechemka na bado yakiwa jikoni, unakoroga mpaka ile sabuni yote iyeyuke. Ikishayeyuka, unachukua majivu ambayo ulishaandaa kilogramu tano, unaweka na yenyewe kwenye maji hayo, bado yakiwa jikoni, kisha unaendelea kukoroga kwa muda wa dakika tano. Baada ya hapo, unaipua unaiacha inapoa. Baada ya mchanganyiko wetu kupoa tayari, tunakuwa tumeshaandaa dawa ya asili ya Ash Brew. Matumizi ya dawa hii, unachukua dawa lita moja, unachanganya na maji lita kumi na tano ukishakuwa umechanganywa, upata huo mchanganyiko wako, ndio unaenda kupiga shambani, kupulizia kwenye yale mazao ambayo yanashambuliwa na wadudu. Dawa hii ya asili ya Ash Brew ni rahisi sana kuiandaa kama tulivyoona, lakini pia haina athari kwenye afya ya udongo, kwenye mazingira, pamoja na afya ya mtumiaji wa lile zao lilo kulizia hii dawa.